Za kiuchunguzi amerusha taarifa za kiuchunguzi kuhusu matukio mbalimbali ikiwemo yale yanayodaiwa kutokea nchini Tanzania kufuatia uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 na CNN na BBC na pia akiwa, kwenye, akiwa Kenya na NTV mahojiano yake yamehusisha watu maarufu duniani kote kama Larry Madowo amefanya mahojiano na marais amefanya mahojiano na viongozi wa nchi ma, na marais na wagombea urais wa Kenya. Aliwahoji mgombea urais wa Kenya William Ruto, naibu wa, wa, naibu rais wakati huo, na Raila Odinga, kiongozi wa upinzani kabla ya uchaguzi wa Agosti 9, 2022, akizungumzia uchumi, ufisadi na matokeo. Wasanii maarufu duniani, world famous artists, wakubwa wa kampuni za kimataifa Global CEOs na Sophia the Robot alifanya mahojiano hata na roboti maarufu iitwayo Sophia. Mbunge wa Ghana Sam George alifanya mahojiano kuhusu mswada wa kupinga haki za wapenzi wa jinsia moja anti LGBT bill. Ngugi wa Thiong'o alifanya mahojiano na mwandishi maarufu wa Kenya na familia yake taarifa na mahojiano maalum kama ripota wa kimataifa cnn larry madowo anaripoti matukio makubwa duniani ikiwemo uchaguzi wa marekani janga la covid 19 masuala ya kijamii na uchumi taarifa za kiuchunguzi amerusha taarifa za kiuchunguzi kuhusu matukio mbalimbali mbali ikiwemo yale yanayodaiwa kutokea nchini tanzania kufuatia uchaguzi wa oktoba 25 Larry Madowo pia amejulikana kwa mtindo wake wa kuhoji ambao unajumuisha ucheshi, ujasiri na uthubutu, akijitahidi kuweka wazi masuala magumu ya kijamii na kiuchumi. Mwandishi na mtangazaji wa habari maarufu sana kutoka Kenya anayejulikana kimataifa kwa kazi yake, na hii hapa ni muhtasari wa historia yake. Mwanzo wa kazi: Nairobi, Kenya. Larry Madowo alianza kazi yake huko Nairobi kama trainee reporter, katika kituo cha KTN NTV Kenya. Baadaye alijiunga na NTV Kenya kama business anchor. Alirudi NTV mara mbili katika kipindi cha kazi yake. CNBC Africa pia aliwahi kufanya kazi kama mtangazaji wa ripota wa habari za biashara na fedha katika CNBC Africa. Pia kipindi chake cha maarufu kilikuwa The Trend NTV Kenya anajulikana sana nchini Kenya kwa kuongoza kipindi maarufu cha Ijumaa usiku kiitwacho The Trend kwenye NTV Kenya. Alifanya kipindi hiki kuanzia Disemba mwaka 2012 hadi Juni mwaka 2017.